Muambie hao ni watu Yesu ana uwezo. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama walikuwa ni hodari duniani, walikuwa na nguvu duniani, mkono wao wa kume ni wa kibinadamu. Upo mkono wa kume usio wa kibinadamu. Amen. Amen, upo uwezo wa Mungu usio wa kibinadamu. Amen. Unapokea taarifa gani kwenye masikio yako? Unaona nini kwenye macho yako? Badilisha huo mtazamo, yes. Nampenda kijana mmoja tangu amezaliwa, alizaliwa na kisukari. Sasa kisukari ni maradhi mabaya sana, baadaye yanakuleta kwenye tiba ya sindano kila siku, na kabla ya sindano za leo alijabuniwa sindano za mwanzo ilikuwa ni sindano mikubwa kuliko sindano zingine, kwa hiyo zilikuwa zinauma sana. Kuna kijana siku moja watu wanakaumia maana sasa kanaendelea ndio tiba yake. Wa mbele ya daktari, daktari alidunga ile sindano, walimwona siku zote akilia sikio. Uliona ni na kijana wala atakulia. Ningekuwa ni mimi ningesema nguo imeshazoea. Na wewe ungesema hivyo sidi. Eh? Wanazuia na shida. Wanazuia na matatizo. Una matatizo unasema wanazuia na matatizo. Daktari akamuuliza, "Vipi? Leo sidano wa alika kijana kasema inauma tena sana ila, habla haijanigunga mimi. Ilipitia kwa Yesu kwanza, ilipitia kwa Yesu kwanza. Haleluya, io inaifikia

Mungu alijua ugonjwa si wa kukufisha wewe, alijua si wa kukusumbua wewe, ni kitu kidogo kule kuibiwa, kukosa pesa, Mungu alikuwa ni kitu kidogo. Amekupa tu na Petu anatuambia lile jaribu lilo katikati yenu ni kama moto unaowapata watakatifu kweni wote, lakini awateketezi na huo moto. Maana moto hautawateketeza ni kawaida tu, ni kipimo tu, ni Mungu anawafundisha, ni Mungu anataka kuwajenga, ili muwasaidie wenu kumtegemea Mungu na kumwamini Mungu, na watu wanakukuangalia uwe ni shuhuda ya kwamba fulani alipona ugonjwa huu na mimi ugonjwa huu ninapona. Haleluya! Haleluya! Mungu alimwinua tu mmoja Ayubu, lengo atufundishe, watufundishe ambapo tukutana majaribu kama hayo alimuinua mtu mmoja Ibrahimu akamnyima watoto mpaka uzeeni, lengo atufundishe, kwa Mungu yote yana wezekana. Swala sio umri, swala sio miaka. Kinachotupelekea tuna kufa tunaenda kabulini bila kitu chochote ni kukosa imani. <laughs> Mungu azuiu na miaka Mungu azuimu na umri. Yeah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyoandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu. Amina. Ili kutufariji. Ya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yes. Yesu asifiwe. Amina. Fungua macho yako. Amina. Ona kile Mungu anachozungumza. Amina. Mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya, haleluya. Hapo mwanzo kulikuwa na Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu. Yeah. naye Neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa Mungu. Yeah. Vyote vilifanyika kwa wala, pasipo yeye hakukufanyika chochote kilicho pasipo huyo hakuna afya, pasipo huyo hakuna uponyaji, pasipo huyo hakuna ulinzi. Amen. pasipo huyo hakuna gubiko, pasipo huyo hakuna amani. ndani yake ndimo imokwemo nuru amen ya ulimwengu, na hiyo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Haleluya, ha -ha. Ndani yake ikwemo hiyo nuru na ya ng'aa. habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alimtia mafuta, alikuwa akizunguka kijiji kwa kijiji, mji kwa mji, akitenda kazi jema na kuponya wote walioonewa wote. Na kule kuzunguka kijiji kwa kijiji Shetani alikuwa akimtafuta sana, amletee magonjwa, amletee shida, amletee mateso. Ndio maana kuna wakati alinunulia watu kumpiga mawe, kuna wakati aliinua, aa, tunasoma tu mengine, iliwezekana ya kirohoni, aliinua shambulia kwa magonjwa ya rohoni amwalimuanamnabalibali hakumweza giza, halimwezi giza, yeah. Ni shetani mpaka esieka mwisho, anawambia wanafunzi wake, mkuu wa ulimwengu anakucha, lakini hana kitu. Haleluya, hana hana kitu, hana kitu, kitu. Alidirishwa azivunje kazi Oh, no. Shetani ya yako kazi ya shetani mbele yako alishakuja, adhirishe kuharibu. Yesu amekuja kuharibu hizo kazi, muharibu asiharibu tena

Umekaa mbele ya daktari anamwambia hutazaa tena. Unamwambia sawa. Sawa nimekusikia lakini hebu nimsikie vizuri mwingine. Yes. Profesa huyu mkubwa. Inataka imani ndugu zangu. Inataka imani. Sio swala tu la Kristo ni kuinua imani. Mungu anataka kuona Wakristo wanazinua imani zao na watu wanapozidua imani zao Mungu anashangaa, anasema sijaona. Haleluya! imani kama hii sijaona, sijaona imani kama hii ya mwanamke ilionekana nayo katika mpaka ile Asiridoni. Anamwambia, je, Yesu. Yesu anasema chakula hiki nimeandaa mezani kwa kwajia watoto, kwa hiyo mbwa siwezi nikawapa. Mwanamke anasemaje? Mbwa huwa wanakula masazo. Acha watoto wao masazo wanayotaka. Haleluya. Amen.